Kwa hiyo sisi kama serikali ya mkoa, kusema kweli, tungependa kutoa pongezi zetu za dhati kabisa kwenu waheshimiwa madiwani kwa kipindi hiki cha miaka mitano yenu ya utumishi uliotukuka katika manispaa hii. Tumeitendea ya haki ipasavyo manispaa yetu na mmeipa heshima kubwa sana ndio haya tunayoona sasa ya kupata hati inayoridhisha, lakini pia hata katika eneo la ukusanyaji wa mapato takwimu siyo mbaya sana, zinaridhisha ipasavyo. Lakini wito wetu tu sisi kama serikali ni kuendelea kuwaomba pale ambapo mtakaporudi tena kwa awamu nyingine, muendeleze kasi na nguvu ya ukusanyaji wa mapato, mje na ubunifu wa kutosha kabisa kuhakikisha kwamba mapato ya manispaa yetu hii yanaendelea kuwa juu na yanafikia yale malengo ambayo yamewekwa kwa sababu mapato haya ya kimsingi ndio yanaisaidia serikali katika kutekeleza miradi mbalimbali mbali, ambayo ni ya maendeleo kwa wananchi: miradi ya shule, miradi ya zahanati, miradi ya barabara na miradi mingine. Kwa hiyo ajenda kubwa iliyopo kwa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo tujitahidi katika hilo, na pale ambapo waheshimiwa mtarejea tena basi kasi ya kuongeza un, mapato ya ya manispaa yetu iendelee kuwa kubwa zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya management tunakosa maneno sahihi ya kuzungumza kwa waheshimiwa madiwani wetu. Madiwani hao waliopo mbele yako ndugu mgeni rasmi ni madiwani ambao tumeishi kama ndugu, walitulea kama familia, walitulea kama watoto wao, na walituongoza pale ambapo waliona tunapotea. Kipekee sana nitumie fursa hii kuwashukuru sana baraza letu la madiwani kwa ushirikiano mkubwa mliotupatia na kutuonyesha wakati wote wa miaka mitano mliohudumu ndani ya manispaa hii ya Moshi. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi na mheshimiwa mwenyekiti, naomba nielezee utekelezaji wa shughuli mbalimbali kwa kipindi cha miaka mitano kama ambavyo ifuatavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi na mheshimiwa mwenyekiti, Manispaa ya Moshi kwa kipindi cha miaka mitano imekuwa ikitekeleza shughuli mbalimbali ikiwemo ukusanyaji wa mapato, utoaji wa huduma mbalimbali, utawala, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika kipindi hicho tumefanya mambo yafuatayo: bajeti ya mashauri. Mheshimiwa mgeni rasmi na mheshimiwa mwenyekiti, wakati wa baraza hili linaingia madarakani mwaka 2021, almashauri ilikuwa na bajeti ya bilioni 38.5 kwa sasa almashauri hii inafunga baraza hili ikiwa na bajeti ya bilioni 52.8. ongezeko la bilioni 14.3 Mwisho Mheshimiwa mwenyekiti ukusanyaji wa mapato Mheshimiwa mwenyekiti baraza hili likiwa linaingia madarakani mwaka 2020, 2021 lilikuta lina maazimio ya bajeti hili bilioni 6 milioni 186,836, lakini ilipofika Juni 2021 tuliweza kukusanya bilioni 5 milioni 964,586,956. Mheshimiwa mwenyekiti, unaliacha baraza hili leo ikiwa na makadirio ya makusanyo kwa mwaka 2526 ya bilioni 11.2 tumetoka kwenye bilioni 6.1 tumeelekea kwenye bilioni 11.2, ongezeko la bilioni 5.1. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka mitano ya baraza hili la madiwani linalokwenda kuhitimisha shughuli zake leo limefanikiwa katika utoaji wa mikopo ya asilimia kumi kwa vikundi vya kiuchumi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Katika awamu hii tumefanikiwa kutoa mikopo ya bilioni 4 milioni 757,532,690 kwa vikundi 651 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa mchanganuo ufuatao: vikundi vya wanawake 442 vimekopeshwa bilioni 2 milioni 745,944,002 vikundi 169 vya vijana vimekopeshwa bilioni 1 milioni mia tisa na sita mia tisa ishirini na moja mia sita themanini na nane. Vikundi 40 vya watu wenye ulemavu vimekopeshwa milioni mia moja na nne mia sita sitini na saba. Mheshimiwa mgeni rasmi, hizi ni takwimu za miaka mitano ya baraza hili la madiwani. Aidha, kwa mwaka huu wa fedha pekee tumefanikiwa kutoa Tanzania shilingi bilioni mbili pointi moja. Mafanikio tuliyopata kwa kipindi tulichokuwa madarakani. Tulitoka kwenye bilioni sita mpaka sasa tunafika kwenye bilioni kumi na moja. Ni mafanikio makubwa sana. Tume, tumekopesha tume mpaka tunavyoongea sasa tumeshakopesha bilioni mbili kwa mwaka huu wa fedha. Bilioni mbili pointi moja kwenye vile vikundi vya ile asilimia kumi ya ya kina mama wanawake na watu wenye ulemavu vijana na watu wenye ulemavu. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunaingia katika madaraka makusanyo yetu yalikuwa ni bilioni sita sasa hivi tunazungumzia bilioni tisa tunakwenda kumi na moja, ni mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipindi chetu hichi ndio wakati tungemeweza kujenga miradi mikubwa ya kupitia mapato ya ndani, ambayo miradi hii inatupa nguvu sasa hivi kuweza kupata makusanyo, ikiwemo soko la Mbuyuni, ujenzi wa uwanja wa mpira wa majengo, ujenzi wa mabweni katika shule za sekondari ukarabati wa shule kongwe na uanzishwaji wa shule za mchepuo wa Kiingereza ambayo nayo ni sehemu ya mapato yetu. Naomba kutoa rai kwa mkurugenzi na manajimenti yake kuhusu mipango tuliyoianza ya uanzishaji wa miradi mikubwa ya kimkakati kwa ajili ya kuongeza mapato itekelezwe kama tulivyoipanga. Ni imani yangu kwamba kwa kuwa tumejenga nyumba moja na sisi tumesema sasa tunakwenda kuhitimisha huduma hii ya kwetu kama madiwani kuanzia kesho wao wana uwezo wa kuendeleza yale tuliyopanga, na tukafikia yale malengo ambayo tumekubaliana. Na nimeona wachangiaji wengi wakianzia na msaiki mea, wakati anaongea kuhitimisha, bado anaendelea kuongea na mipango mingine kwamba soko tutajenga, yani ndio leo tunakamilisha kesho, lakini mipango ile bado anaendelea nayo, kwa maana ya kwamba anakuwa na imani ya kwamba tutaendelea kushirikiana. Tuombe tu ridhaa ya wananchi na chama chetu wakitupitisha na wakatukubali, tutaendelea kutekeleza yale ambayo tumekuwa nayo. Mimi jambo moja ambalo nimelipenda katika baraza hili, tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana kama viongozi na kama madiwani na pia kwa chama chetu. Ninaomba tu jambo moja ambalo limekuwa likipambaniwa la jiji la Moshi. Kuna siku nilikaa nikapata maono, mimi sio nabii. Lakini nilipata maono ya kwamba ili jiji linahitaji nguvu ya pamoja ya serikali kwa maana ya watumishi wetu pamoja na sisi watu wa siasa tuweze kulitengeneza vizuri ili tuweze kupata jiji la Moshi na hilo jiji liitwe jiji la Kilimanjaro. Linapoitwa jiji la Kilimanjaro ni katika mustakabali wa kuhakikisha tunakuza utalii wa nchi yetu. Litakuwa ni jiji ambalo kote duniani wakiliona jiji la Kilimanjaro watatamani kulifika na kushirikiana nalo. Kwa niombe viongozi wenzangu wote ambao wako hapa wenye mamlaka wote walioko hapa pamoja na wananchi tuanze eh, sasa mchakato mzuri wa kuhakikisha jiji letu linakaa sawa. Tumeshaonyesha uwezo wa ongezeko la kutoka bilioni sita pointi moja mpaka bilioni kumi na moja pointi mbili kwenye mapato yetu ya ndani ili limetuwezesha sisi kuweza kufanya mambo mengi kwa kujitegemea wenyewe kama serikali za mitaa. Sasa tunapoenda kupeleka yale mambo makubwa kwenye serikali kuu, nao wanakuwa wanatuelewa, kwa sababu wanaona yale mengine tunayaweza. Leo hii manispaa kwa mapato ya ndani ina uwezo wa kujenga mradi wa bilioni moja point tano mradi mmoja ambao lilikuwa ni soko la Mbuyuni. L Likimalizika tutakuwa tumepata bili tumetumia bilioni moja point na milioni mia tano kufikia hatua hiyo. Ni hatua kubwa sana kwa halmashauri kuweza kutoka kujenga matundu ya vyoo tu kwa mapato ya ndani, lakini kufika kujenga mradi mkubwa kwa mapato ya mwaka mmoja tu, wala sio miaka mingi ya kuunganisha unganisha. Hii inatuonyesha kwamba halmashauri kwa sasa, huko mbele tunaweza tukawa na mipango mikubwa ambayo tunaweza kuifanya sisi wenyewe. Niishukuru timu nzima ya mkoa, wilaya, na wote ambao tumeshirikiana katika hii miaka mitano, lakini kipekee nisipoteze sifa hizi kwa mkurugenzi, kwa sababu yako mambo mengi ambayo tumefanya kwa kipindi kifupi, na hivi tunamwachia nimashauri mbayo tuna matumaini makubwa na utendaji wake. Kwa hiyo tumpongeze sana mheshimiwa mbunge kama ambavyo imesema